Zilitokea hapo awali watu kuwa wanauza matikiti na mfuko kulingana na ile pesa wamepewa, hiyo system imeisha. Transparency itakuweko in all the processes that we shall follow. Na mtu kama ni kiti unataka, wenye viti ni hawa waongeleshe, na uwaongeleshe vizuri. Ama ni namna gani? Tumekubalia na wenzangu na mimi nitajitolea sasa, kwa sababu tumesema tunataka kuanzisha recruitment drive, ku kuanza kuzunguka mashinani, kila area tupatane na nyinyi, tuongee pamoja na nyinyi, na ndio pamoja tujue mwelekeo wake wa kesho. Tumekubaliana wenzangu?